Bismillahi rrahmani rrahim alhamdulilahi rabi lalamin wassalatu wassalamu la sayidina rasulillah waala alihi wasahbihi wamanwalah ammabaad. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu Bwana Mtumi sallallahu alaalali wsawasallam, utaendelea na madarasa haya ya sera <coughs> ya Bwana Mtumi na tumefika eh, katika mwaka wa sita baada ya hijra yake Bwana Mtume na katika vita vilivyotokea eh, mwaka hunu eh, mwanzo mwanzo takriban Jamadul Ula, ama baadhi ya ma maulama wasema ni ilikuwa Rabiul Awwali, baada tu ya banu vita va banu Quraidha. Yani ni hivi vita vaitwa Bani Lihyan, manake hawa watu asli ni wale watu Warajia. Hawa watu walikutana na Maqureshi, wakakubaliana na Maqureshi wa Maka na mushirikina katika vita vya Khandaki. Sasa bwana Mtume yuenda kama kualipiza kisasi, manake wamevunda yale makubaliano waliokuwa na bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Basi bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akatoka, lakini akatoka kwa ndia kama yuenda Sham yani, ili watu wasi wa, wa, habari isiwafikie hawa rajia watu wa rajia isiwafikie, manake ametoka kama ambaye yuenda njia nyingine, kisha alipofika njiani akakata Uh, utasema kwa lugha yetu, yani, akapiga kona <laughs> akarudi sasa akawaenda mbio sana. Waka, wakaenda mbio sana pamoja na masahaba ili wale wasipate habari yani, bwana mtume, awapate ghafla. Bas wakaenda mbio sana bwana mtume na masahaba zake, lakini walipofika pale wakapata kuwa wale washapewa tahadhari, walikuwa washadhariwa yani washambiwa, ah, bwana Muhammad ametoka labda kwa ajili yenu, na habari yani ishawafikia, bas ikawa washajificha ficha. ficha. Wengine wamejificha wengine wamekimbia, wengine wamejificha nyuma nyuma ya majabali. Basi ikawa haiwezekani sasa kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kufanya nini, kuwapata. Basi bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akarudi zake bila uh, taje bila vita vovote. <coughs> naam <coughs> kisha, katika matukio ya mwaka huu wa sita baada ya hijra ni saria ya Muhammad ibn Maslama Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimtuma huyu eh, Muhammad ibnu Maslama katika eh, watu wa Bani Bakrin bin Kilab, eh, sehemu yaitwa al Barakat ambayo ilikuwa baina yake na baina ya Madina takriban ni mwendo wa siku saba hivi. Naam, aliwatuma ye na ali watuma, yena, yani watu 30 wakiwa wamepanda mafarasi bas wakatoka, wakapata mtu mmoja tu wakamuua, lakini wale waliobakia wakafanya nini? Wakakimbia zao naam, akarudi Madina, lakini kuna watu walishikwa miongoni mwao, ni huyu Thumama ibn Uthaal al-Hanafi, bali huyu ndo aloshikwa huyu Thumama bin Uthaal al-Hanafi ana kisa, yani ni mmoja katika wakubwa wa makabila ya Bani Hanifa. Na huyu afwan, <coughs> huyu yani ilikuwa hawamjui wao, hawamjui wamemshika nani yaani wao wajua tu eh, wajua tu huyu ni miongoni mwa wale maadui. Wakamshika wakamleta pale, wakamfunga katika msikiti wa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika moja aitwaje, eh, eh, zile pila yani zile nguzo. Basi walipomfunga asubuhi, bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akitoka amuona Thumama eh, akashangaa. Na huyu Thumama ikawa yeye kihakika yuwajulikana yani, yuasikika kwa sifa zake kuwa Uislamu, Uislamu, zake. Wa wa mbia, ah, eh? eh? huyu achukia Uislamu, huyu apiga vita Uislamu, ni adui mkubwa wa Uislamu, lakini hawamjui sura. Watu wengine hawamjui sura zake. Basi akaja bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alipomuona akamwambia: ah, nyinyi mwajua, mmemshika nani eh? mmemshika mtu aitwa nani? Thumama eh ibn Uthal, na huyu yani maarufu. Alipotaja tu lile jina, wale masahaba wakajua ni nani. Bwana Mtume akasema, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam: lau mungejua, basi mungemtinda pale pale mungemjua nani huyu na hakika mungefanya nini mungemchinja pale pale lakini haya mshamleta haya halas akaachwa pale bwana mtume akamwacha akamwambia aslim taslam silimu bwana utasalimika bwana silimu manake hawa maswahaba washajua sasa panga zishatoka halas tayari kumpiga kipanga bwana mtume sasa amlingania manake kazi ya mitume ni kutaka watu waingie peponi sio basi bwana mtume akamlingania akamwambia silimu bwana utasalimika eh? Yule Thumama antulia tu, hasemi kitu, nake jabari eh. la tukia Uislamu utamwambia vipi asilimu? Bas huyu Thumama yeye anyamaza tu, akaelewa. Akaambiwa silimu, utapata salama. Akasema yule Thumama eh, ya Muhammad in taktul taktul da damin. Bwana ye Muhammadie, wewe ukiniua umeua mtu ambaye amefanya nini? Ameua yani, we, hata ukiniua haina neno bwana. Mimi naua Waislamu, ninawaua sana Waislamu, Panga zangu za etwaje zatiririka damu za Waislamu. Kwa hivyo ukiniua umelipa, yani haina neno bwana, ni ueni, ulieni mbali, shauri zenu. Ah, angalia yani ujabari wako eh, na lao, mutaniacha mutaacha mtu ambaye yuajua kukiri, yuajua kukirimiwa nini, yani mtu ambaye yuatambua ikram, yuatambua eh, yani ikram ya mtu bas. Hilo ndio neno lake kile kile ambacho silimu yosema hivyo, kile kile ambacho silimu yosema bas. Bwana mtume akamwata akamwambia, mwateni. Ikawa kila wakati wa chakula wamletea chakula yuwalishwa, yupewa chakula, lakini haachaje, hawachwi. Kila akija Bwana Mtumi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuamwambia silimu bwana eh? kila wakati wa swala yuaona namna Waislamu wanavyoswali, yuaona mazungumzo yao, yuaona yani ile muamalati wao pale ndani ya msikiti. Bas zikapita siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, kila siku Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuarudia yale yale, na yule Thumama yualipa vile vile. Ah, sema mimi bwana shori zenu. Mkiniua ni hivyo, msiponiua haya, mkiniwata huru pia sawa, shori zenu basi. Ee, mwisho ile siku ya tatu bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaja akamwambia maswahaba wamfungue. Ha, maswahaba wakashangaa bwana i e, tumfungue vipi huyu jikorofi ili jiadui jikubwa lajulikana kwa sifa zake, hatumjui sura lakini sifa zake zishatufikia kwa ule ukorofi ama ule uadui alionao kwa Uislamu. Vipi tumwache huru? Lakini ni amri ya bwana mtume samaan wa taa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akisema khalas, sisi kazi yetu ni kupitisha nini, amri yake. Basi wakamfungua wakamwata, akatoka yule Thumama akatoka kenda zake. Alipoenda akamaulema wa tarikhu atuambia akaenda sehemu karibu hivi, akaoga akarudi zake pale pale, akarudi msikitini, akamwambia Muhammad, akamwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nipe mkono wako, mimi nataka kusilimu na nataka kupa bai'a. Angalia, angalia hali ilivyokuwa. Subhanallah, lau angemuua mtu angeenda motoni yule. Lakini subhanallah, eh, aliporudi akasema vile, akaulizwa eh, we mbona sasa ndo asilimu na sisi tunkupa siku tatu tukwambia silimu silimu silimu silimu silimu, utaki? Akasema, lau ungesilimu pale mimi eh, ingeambiwa watu wangesema kuwa huyo ansilimu kwa kuogopa upanga. Ule ule upanga umemfanya silimu, basi Uislamu ungekuwa si sawa sawa. Basi mulipo ni wacha huru, nkajua khalas, sasa mimi insha itwaje, nishaponea eh, nshaokoka, ndo nkaruji sasa nasilimu. Kila mtu atajua huyu amesilimu kwa kutaka mwenyewe, maanake ampewa nafasi aondoke ende zake, akaitwaje akasilimu kwa kutaka mwenyewe kwa raha zake, alhamdulillah na aka, fahasu na Islamu eh la ilaha illallah Muhammadu rasul. Na uislamu wake ukawa ni mzuri sana, yani yeye ya, akafanyia wema, yani katika uislamu na na katika uh, uh, ana viswa vingi yani, taban eh, maanake ni katika watu waliokuenda Maka na wakafanya itwaje tawafu na kuleta zile labeik allahumma labeik. Kwa nini? Kwa sauti, hataki kujua <laughs> shori zao. Na makureshi walimpiga lakini akasema nyinyi mutakoma. Hatu, hakutoki kule katika e, e, Banu Hanifa hakutoki kitu kwa kuwaletea nyinyi e, e, makoreshi wa Maka, maana yake amujui, mimi niko katika niko chini ya itwaje uislamu, yani niko chini kat, ya dini ya nani, ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, ni mtu ambaye alifanyia kazi uislamu wake na hata wakati wa rida yeye hakuwa na ile kabila lake, maana yake Banu Hanifa ni katika makundi ambayo, yani katika makabila ambayo yalirtadi yeye, hakufanya nini? Hakurtadi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.